Takribani watu kumi na tatu wameuawa katika shambulio la Israel karibu na kambi ya wakimbizi ya Kipalestina iliyoko kusini mwa Lebanon, jana Jumanne, Novemba 18, mwaka 2025, kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya afya ya Lebanon. Kambi hiyo ni moja ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi wa Kipalestina nchini Lebanon, na ni makazi ya mamia ya familia ambazo zimeishi huko kwa miongo kadhaa, wakikabiliana na changamoto za kijamii na kiuchumi. Mashambulio hayo yamesababisha pia majeruhi wengi, huku hali ya usalama katika eneo hilo ikiwa na taharuki kubwa. Jeshi la ulinzi la Israel limesema kuwa shambulio hilo liliwalenga wanachama wa kundi la Kipalestina la Hamas waliokuwa wakifanya kazi katika eneo la mafunzo, likiashiria kuwa eneo hilo linaweza kutumika kuandaa na kupanga mashambulizi dhidi ya Israel. Israel imeeleza kuwa mashambulio hayo ni sehemu ya juhudi zake za kukabiliana na tishio la mashambulizi yanayopangwa kutoka Lebanon. Kundi la Hamas limekana na mashambulizi hayo likisema kuwa madai ya Israel ni uzushi na uongo na likisisitiza kuwa wakazi wa kambi hawahusiani na operesheni za kijeshi za Hamas. Mashambulio haya yanajiri huku hali ya usalama katika eneo la kusini mwa Lebanon ikiwa ni tete kutokana na historia ya migogoro kati ya Israel na makundi ya wapiganaji wa Lebanon, ikiwemo Hezbollah. Israel imekuwa ikitekeleza mashambulio ya anga mara kwa mara nchini Lebanon hasa kufuatia makubaliano ya kukomesha mapigano na Hezbollah, kundi lenye silaha ambalo linaungwa mkono na Iran, ingawa Hezbollah ndiyo chanzo kikuu cha tishio kwa Israel katika eneo hilo. Israel pia imekuwa ikilenga wanachama wa Hamas walioko Lebanon, jambo ambalo linaongeza hatari ya mgongano mkubwa zaidi katika eneo hilo lenye mvutano. Shambulio la hivi karibuni linaongeza hofu ya mzozo mkubwa katika ukanda wa kusini mwa Lebanon, huku wakazi wa kambi za wakimbizi wakikumbwa na hatari ya mashambulio ya mara Watala, yusalama, kwa mara. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kwamba mashambulio haya yanaweza kuendeleza mzozo wa kikanda wakiwafia, kuwa huenda yakaenea zaidi kati ya Israel Hezbollah na makundi ya Kipalestina. Hali hii inaleta taharuki si tu kwa wakazi wa eneo hilo, bali pia kwa jumuiya za kimataifa zinazofuatilia usalama katika eneo la Mashariki ya Kati.